Nini watu wengi hawako sawasawa kwenye imani? Kuna mambo umekula kwenye maisha yao, kuna maneno umeletewa umekula. Roho yako inatamani kumjua Mungu, lakini umesha kula tunda. Maagizo ya Mungu uliyopewa sasa hayana nguvu tena, kwa maana kila ulichokula kimesha kuwa sumu ya walidifu. Unatamani ubadilike, urudi kwenye ile asili uliyokuwa nayo, neema imeshaondoka. Adamu alitamani na mke wake warudi kwenye ile asili ya kutokuwa uchi, haikuwezekana. Kuna mambo kisha ruhusu kuyana, haipo namna tena ya kurudia neno, isipokuwa kutupa nje ya bustani. Hautakuwa tena na uhusiano mzuri na Mungu. Utabaki mtu wa kujitetea maneno mengi utabaki mtu wa kusema mengi, utabaki mtu wa kushigizia watu. Unajua mimi nilikuwa nimeokokaga vizuri, unajua tu mambo ya kanisa yamerudisha nyuma, unajua tu mambo ya mchungaji fulani amerudisha nyuma, unajua tu mambo ya nabii fulani amerudisha nyuma, unajua tu kuna skendo ya mwimbaji fulani yani anifanya wewe. Nani anakufanya urudi nyuma? Kwani huyo ndiye kakupatia uokovu? Leo watu wanasikia namna waimbaji wengi wa injili wengi ambao wameingia we kwenye mikataba ya kishetani wanavyoharibu injili. Sasa mtu mwingine, wewe uko hapa unamtumikia Mungu hapa, na wewe unasema yaani, nimesikia habari huko kwenye mitandao, yaani imenivunja moyo kabisa kuendelea na injili. Hujui kwamba manabii wa uongo wapo? Hujui kwamba mtume wa uongo wapo? Hujui kwamba hujui kwamba makristo wa uongo wapo? Kwamba wengine wapo ili waabudu kwa miaka michache wawe watu wazuri, baadaye wajiangusha kimakusudi ili wakuvunje we moyo. Hujui, hujui kwamba wengine wapo waje kanisani wasali, wasali, baadaye wale wameacha, ili wakuvunje we moyo. Hujui, wapo, wapo wa uongo, uongo, wanaokubali, wanaoabudu kwa uongo, uongo, wanafanya mambo ni uongo, sio halisi kama mungu anavyotaka. lazima uwe na macho ya roho. Ndio maana Mungu anasema nyinyi ni chumvi ya ulimwengu <messizia> wakiajua haya lazima uwaambie watu ukweli wa neno la Mungu, walijue wapate kuokolewa, rafiki <messizia> kwenye mambo ya Mungu hakuna ujanja. Ndio maana nilikwambia jana, wale waliokuwepo jana nilifundisha nikasema ikiwa moyo wako hautampenda Mungu wote ikiwa akili zako zote hazitampenda Mungu, ikiwa nguvu zako zote hazitamtumikia Mungu, hautauona ufalme wake, kwa sababu haya matatu yanadumu siku zote za maisha ya mwanadamu. Ikiwa mtu anaweka akili zake zote kutafuta pesa ili awe tajiri, na nguvu zake zote na uwezo wake wote, hata kutoa roho za watu ili aweze kupata mali lakini mali ambayo hata yata dumu nayo, baada ya muda tu anakufa na kuiacha. Lakini hebu tusome katika hiyo, tusome katika hiyo Mathayo, sura ya tano. Yesu alikuja kuwaokoa watu ambao watakuwa msaada kwa ajili ya wengine, kuwa chumvi ya dunia, kuwafanya watu wengine wapate ladha ya maisha wewe upo ili watu wengine waishi maisha yenye ladha. Hata unajua, sijui kama wananielewa ninachofundisha. Nini maana ya chumvi? Ni kiungo. Chumvi haichili yenyewe, chumvi hawezi kujiambia mimi chumvi ni mtamu, ila yule anayetumia chumvi ndiye anafurahia kwamba jamani, hii mboga mbona haina chumvi? Kwa hivyo mtu wa Mungu ni baraka, ni chachu ya wengine ataishi maisha mazuri yeah. Sijui unanielewa ao hivyo yeah. Maana Yesu alikuwa anabariki watu, lakini yeye ana hata jumba watu wanamwambia, Bwana tukufuate popote uendapo, anawaambia, mbwea wana mapango, ndege wana viota, mwana wa Adamu hana mahali atapakulaza ubavu wake. Kuna saa tunaombea watu baraka, mtu anabarikiwa na wewe uliyemwombea hata godoro huku. Kuna saa unamwombea mtu baraka anapata baraka hata kwenda nje ya nchi, lakini wewe hata kibarua cha kuuza nyanya. wa ndio mambo ya Mungu, ndio maana ya kuwa chumvi ya ulimwengu. Nuru maana yake nini? Anasema, ninyi ni nuru ya ulimwengu, kupitia wewe watu waone baraka za maisha yao, lakini wewe huwezi kuchimbulikia.